Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania. Watanzania wanataka mabadiliko, wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM watayatafuta nje ya sisi. Mgombea mtakaye mteua, lazima tumtetee wote, tumtetee lakini natakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita, jibu litoke ndani ya roho yako, hapana, hapa tu kwamba ndiyo anaweza. Tunataka tuendelee kushughulika na umasikini wa watu wetu, tushughulike kwa dhati na matatizo ya wananchi ya uchumi wao, hali yao ya uchumi, hali yao ya viwandani, hali yao ya mashambani, hali yao ya shuleni, hali yao ya hospitalini. Tunataka kuona hakika kwamba mtatuteulia mtu ambaye, ukiulizwa swali, huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya maskini kwamba nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi, anajua hivyo uweze kumjibu yule anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati, kwamba naam, huyu anatambua hivyo. Tunataka nchi yetu ipate kiongozi safi. Kiongozi safi hawezi kutoka nje ya CCM. Nyinyi wapiga kura, mnaweza kutupatia kiongozi safi kwa kura zenu. Basi tupatieni kiongozi safi kwa kura zenu. Asanteni sana.